Shule ya msingi ya Vikutsa, wadi ya Isukha Mashariki, eneo bunge la Shinyalu, imesalia kufungwa tangu shule zifunguliwe kwa muhula wa pili, hatma ya wanafunzi na walimu ikiwa kitendawili kisichokuwa na jibu, baada ya kufungwa na wizara ya afya ya umma kwa kukosa madarasa na vyoo vya kutosha. Anatufungulia taarifa zetu jioni ya leo mwanahabari wetu Brenda Wawili. What... unapofika katika shule ya msingi ya Vikutsa wadi ya Isukha mashariki unakumbana na taswira ya duni ya madarasa na vyoo vya matumizi shuleni humu. Jumamosi hii kuliandaliwa kikao cha umma kujaribu kupata mwafaka wa shule hii ya umma, viongozi wa jamii na watawala wakikongamana katika kikao hiki ili kutafuta mwelekeo wa shule hiyo tangu kufungwa kwake, lazima Jumatatu ijayo. Mwalimu mkuu Jofri fungua shule ikana pahali ambapo, uko nafikiri umesikia Jamii ya watu wa Isukha East, jamii ya watu wa Ireho wamekuelezea vizuri sana. Kama umeenda na kutumia pesa ambazo zilitakiwa zitumike hapa Vikutsa Primary School kwa njia yako mwenyewe, mimi na wewe na ESCC na kila kitu tutakutana, na tukikutana ni muundo Wakazi wanadai kuwa awali kulikuwepo makubaliano ya kunusuru shule hiyo kwa kutumia ufadhili kutoka kwa hazina ya kitaifa ya ustawishaji maeneo bunge NGCDF. In the opinion resolution, familia ilikaa, CDF wakakaa, viongozi wakakaa, shule board ikakaa, na wakakubaliana kwamba familia itapata compensation ili shule ifanye namna gani, ili shule iendelee kukaa hapa na itupatie eka ngapi? Eka tatu wakakubaliana vizuri, wakaandikishana mpaka agreement. CDF ika allocate project hapa, madarasa matano kwa shilingi milioni ngapi? Milioni tatu na ika allocate cho milango sita kwa shilingi elfu mia sita. Zika 6 zikafika 3.6 CDF hizo pesa zikawa approved. Kwa sasa wakazi hawa wanamnyoshea kidole cha lawama mbunge wa Shinyalu Fredi Ikana kwa kile wanachodai kutengwa kimaendeleo, huku watoto hao wakizidi kutabika kupata elimu. Mtoto wangu wa PP1 anatembea mguu mpaka huko Singila, anaruka muto, mvua inanyesha inamnyeshea. Tunajua ya kwamba Vikutsa iko na ke na kesi. Tulimpa kura atusaidie. Kwa hivyo, MCA karibu hapa Vikutsa, utusaidie, watoto wetu wanateseka na sisi hatutaki storytelling, tunataka mheshimiwa alete pesa, kila mtu apate haki yake, wanafunzi wapate haki yao, wenyeji wapate haki yao, watoto wetu wasome waendelee mbele. Hakuna haja tupige tu mastori ati mheshimiwa, mheshimiwa kesho, mheshimiwa kesho kutwa. Awali mbunge wa Shinyalu Fred Ikana alijitenga na swala la shule hii akidai kuwa mzozo wa ardhi kati ya jamii na shule hiyo imekuwa kikwazo. Kwa sasa, Brenda Wawire, West TV kutoka Vikutsa, eneo bunge la Shinyalu, kaunti ya Kakamega.